Ndugu zangu niliwaambia kabisa, jamani, ukifika siku ya Ijumaa msikitini, ukishajiona umechelewa, hatibu pale yuko kwenye mimbari, usifanyaje? Usiswali, lakini watu waelewe umekaamrisha swala, lazima ukifika tu uswali swala ya ya ya ya tu lazima kwanza ukaribishe msikiti kwa kuswali swala la rakaa mbili. Jamani, umeona hapo mambo kama mtume alioluhusu kwamba mtu swali, ima, mtu swali, hamambea, hamambea, hamambea, aswali jumaa pale hutuba, yeye alinyamaza, ili amruhusu yule mtu aswali, tena akamwambia aswali haraka haraka. Sio hutuba inaendelea alafu mtu aswali ah. Ili we uendelee kuswali, unatakiwa atibu anyamaze, anyamaze, akusubirie wewe una swali sasa wewe atibu anaendelea kuswali na anaendelea kuhutubu wewe unaendelea kuswali. Umeona wapi mambo kama haya jamani? Mnatakiwa muwahi msikitini siku ya Ijumaa mapema, kaswali swala zako, fanya miradi kila kitu. Akishafika atibu, unanyamaza, unatulia, unamsikiliza atibu. Ukiona umechelewa wewe, kaa zako kitako, msikilize atibu, akimaliza utaendelea na mambo yako.